Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia Dainess Faustine askari wa Jeshi la Wananchi Tanzania kwa tuhuma za kuendesha chombo cha moto huku akiwa amelewa na kusababisha kugonga na kuharibu miundombinu ya barabara. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama amesema kuwa tukio hilo limetokea Mei 17, 2025 katika kata ya Bigwa manispaa ya Morogoro ambapo mtuhumiwa huyo akiwa amelewa aligonga taa za barabarani. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limeendelea na operesheni maalum ya kudhibiti usalama katika barabara zote za mkoani humo. Lengo kuu la operesheni hii ni kulinda na kuokoa maisha ya watumiaji wote wa barabara pamoja na vyombo vya moto kwa kuhakikisha sheria na kanuni za usalama barabarani zinazingatiwa kikamilifu. Katika operesheni hiyo iliyofanyika hivi karibuni, watumiaji mbalimbali wamekamatwa kwa makosa ya kuvunja sheria, ikiwemo kuendesha kwa mwendo kasi ulevi na uendeshaji bila leseni. Mei 17, 25, katika kata ya Bigwa manispaa ya Morogoro, mtu mmoja mwanadada huyu anaitwa Dainess Sebastian Faustine, huyu ni askari wa jeshi la wananchi Tanzania na mkazi wa Morogoro. Yeye alikamatwa akiendesha gari ya aina ya Nissan Juke lenye namba za usajili T 560 EDG akiwa amelewa uchunguzi wa kitabibu ulibaini kuwa alikuwa na kiwango cha ulevi uh, kipimo cha 305.9, hali iliyosababisha apoteze udhibiti wa gari na kugonga miundombinu ya barabara yeye. Huyo aligonga taa zile za barabarani, na yeye amekamatwa na hatua za kisheria zinaendelea dhidi yake. Lakini aidha, mnamo Mei 17 katika eneo la mlima wa Neema, barabara ya Ifakara kuelekea Mikumi wilaya ya Ruhembe, Ernest Cosmas Mpunye huyu ana umri wa miaka 29, huyu ni mkazi wa Ruwa yeye alikamatwa kwa kosa la kuendesha pikipiki aina ya Suzuki namba MC 491 na DGE kwa mwendo kasi na akiwa amelewa. Uendeshaji wake huo watarishwa kusababisha ajali iliyowaathiri watembea kwa miguu sita waliokuwa wakifanya mazoezi pembezoni mwa barabara. Huyu amewagonga na kusababisha majeraha makubwa tu watu sita ambao wamelazwa wa hospitali wa ya jeshi hapo hapo Mzinga. Upelelezi wa matukio haya unaendelea kwa kushirikiana na wadau wengine wa mfumo wa kijinai ili kuhakikisha haki inatendeka. Ha, mnamo tarehe kumi na nane mwezi huu wa tano 25, katika wilaya ya Morogoro, dereva aitwaye Bakari Idi Omari mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa Kondoa mkoani Dodoma, alikamatwa akiwa anaendesha basi lenye namba za usajili T 973 DWW ni mali ya kampuni ya Machame Investment kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma bila kuwa na leseni yoyote. Uchunguzi umebaini kuwa dereva huyu aliwahi kukamatwa na alikuwa tayari amekatazwa kuendesha magari tangu Mei 5 2025 kutokana na mwenendo wake wa kuendesha magari kwa mwendo wa hatarishi. Hata hivyo aliendelea kukaidi katazo hilo na kuendelea kuendesha gari kwa kificho. Sasa amekamatwa jana na atachukuliwa hatua za kisheria. Kimsingi huyu alishafungiwa kutokana na mwenendo wake usiokuwa mzuri, lakini bado ameendelea kukaidi. Kwa hiyo tumemkamata kwa ajili. Jeshi la kwa Polisi Mkoa wa Morogoro linatoa onyo kali kwa madereva na watumiaji wote wa barabara, linawataka kuzingatia sheria za usalama barabarani. Mkama amesema mtuhumiwa huyo alikuwa na gari aina ya Nissan yenye namba za usajili T 560 EDG na alivyopimwa alikutwa na kiwango cha ulevi mia tatu na tano nukta tisa hali iliyosababisha kushindwa kudhibiti gari hilo na kugonga miundombinu mtazamaji wa Washindi Media, bila kusahau, bonyeza kitufe cha subscribe ili wa kwanza kupata taarifa.